Wajasiriamali au hata wafanya biashara wengi mpaka sasa hivi biashara zao hazipati faida na hawajui kwa nini hazipati faida. Sasa kwenye kipindi hiki nitakuelezea siri saba, ambazo kama utazijua hizo zitakusaidia wewe biashara yako iweze kupata faida. Sasa kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi, nitakueleza hizo siri saba ambazo ukizijua, basi biashara yako itapata faida badala ya Sara. Sasa tuanze na siri ya kwanza. Na siri ya kwanza ni huduma kwa mteja. Au wengine hata wanasema mteja ni mfalme. Sasa nini kinahusiana na huduma kwa mteja? Sasa siri ya kwanza ni kutoa huduma bora kwa mteja. Tunasema mteja ni mfalme, lakini watu wengi wanachukulia poa. Huduma bora sio tu kusema karibu, ni kumfanya mteja ajione kama ndiye mtu muhimu zaidi duniani anapoingia kwenye biashara yako. Mteja ukimpa huduma nzuri na akafurahi, basi atarudi tena. Na siyo tu atarudi, atakuwa shabiki wako namba moja. Atawaambia marafiki zake wote, nenda pale bwana, ni, ni noma kwa huduma. Hayo ni matangazo ya bure ambayo pesa haiwezi kununua. Siri ya pili: usitumie pesa zako na nguvu zako nyingi kutafuta wateja wapya badala ya kuwalinda wale ambao unao, kwa maana kuwa watunze wateja ambao unao. Sasa hii ikoje? Acha kupoteza muda na pesa zako kutafuta wateja wapya, wakumbatie wale wa zamani. Hili ni kosa kubwa linaloua biashara nyingi unatumia nguvu zako zote kumshawishi mtu mpya, wakati umemsahau yule aliyekuamini tangu mwanzo. Sikiliza kwa makini, ni rahisi mara kumi kumshawishi mteja wa zamani anunue tena kuliko mteja mpya. Mteja wa zamani tayari anakuamini, anajua wewe ni mkali na huna haja ya kujieleza upya. Je, una duka la nguo? Mteja amenunua nguo, mpigie simu. Vipi uliua kwenye ile sherehe na lile gauni ulionunua hapa? Hii inajenga uhusiano, siyo tu mauzo. Fanya hivi sasa: andika majina ya wateja wako kumi wa nguvu, na wiki hii wapigie simu, wajulie hali. Siri ya tatu ni kuongeza faida kwa kila mteja. Sasa hii unafanyaje? Hii siri ya tatu ni ujanja wa hali ya juu kuhusu upselling na cross selling. Sasa maana yake ni nini? Kila mteja anayenunua unamuuzia kitu kingine cha ziada, hii ni kama kupata pesa za bure. Tuanze na kuuza pamoja, yani cross selling. Mteja ananunua rangi kwenye duka lako, baada ya kumpa muulize, vipi kuhusu brashi na thina unavyo? Swali hili moja linaweza kuongeza mauzo yako kwa asilimia thelathini. Unamkumbusha vitu ambavyo tayari anavihitaji. Sasa tuingie kwenye kuuza zaidi, yani upselling. Hii ni kumshawishi mteja anunue bidhaa bora zaidi. Mteja anataka simu ya laki mbili, baada ya kumskili...